Hey, mambo vipi? Najua na wewe utakuwa unasikia kuwa Python ni rahisi sana, lakini pengine unajiuliza Python ni nini haswa? Python inatumika wapi? Inafanya kitu gani na gani? Sasa leo nimekuandalia uh, slidi kadhaa ambazo nitakuelezea Python haswa ni kitu gani kwa lugha nyepesi kabisa. So twende moja kwa moja tukajifunze kupitia hizi slide chache ambazo nimekuandalia, ambazo zitajibu baadhi ya maswali ambayo pengine ulikuwa ukijiuliza kuhusiana na lenguji hii ya Python. So katika video hii ya leo, tutakwenda kukava maswali haya machache kuhusiana na lenguji hii ya Python. Kwanza tutaangalia Python ni nini, Python inafanya kitu gani, Python inatumika wapi, Python anapaswa kujifunza nani na nani? Lakini pia tutaangalia kwa nini uanze na Python. So moja kwa moja tuanze, Python ni nini? Python ni lugha ya program inayojulikana kwa urahisi wake. Kuna lugha nyingi sana za program, lakini zipo ambazo ni ngumu sana, lakini zipo ambazo ni nyepesi, ikiwemo hii Python. Ni lugha mojawapo rahisi sana, na ilianzishwa mwaka 1991 na Guido van Rossum na hii language ya programming, hata kama haujawahi kugusa program mwanzoni huko, yaani wewe ni mgeni katika programming, unaweza ukaielewa kwa haraka, kwa sababu imetengenezwa, imeundwa kwa lengo la kuwa rahisi kusoma, lakini pia hata kuandika. Ni kama lugha ya Kiingereza ukiangalia zile syntax za hii programming language ya Python so Python kwa ufupi, unaweza ukafahamu kama ni hivyo. Inatumika sana duniani hususan hivi sasa katika ulimwengu ambao tupo nao. Python imekuwa ni language mojawapo ya zile language ambazo zinatumika sana na ni rahisi kuweza kusoma na kuandika, tunasema beginners friendly. Hiyo ndiyo Python language. Lakini tukiangalia sasa, Python inafanya nini? Kikubwa ambacho Python inafanya inatumika sehemu nyingi sana, fahamu hivyo kwanza. Mfano, katika kutengeneza website kama vile website ya Instagram, YouTube, zimetumika kodi za Python kuweza kutengeneza saiti hizo. Lakini pia kwenye artificial intelligence AI, lakini vile vile katika upande wa data science, machine learning, hizo ChatGPT ambazo unaziona basi, pia Python imehusika kwa upande wa data science, automation ya kazi kama kusafisha data, lakini hata kutengeneza games mbalimbali mbali, pia Python ina uwezo wa kufanya hivyo. Yani ni lugha yenye nguvu na yenye matumizi mengi sana. Haya ambayo nimekupatia leo, nimekuonyesha hapa, ni machache kati ya matumizi ambayo unaweza kutumia Python kuweza kutengeneza hizo project mbalimbali mbali katika engo hizi. Lakini kwa upande wa wapi ambapo inatumika Python, mfano, makampuni makubwa kama Google, Netflix na Meta wanaitumia Python kila siku. Pia Python inatumika sana kwenye tafiti, startups na hata wanafunzi wanaoanza kujifunza programming. Kwa hiyo Python ni lugha maarufu sana na inatumika na makampuni makubwa makubwa kama vile Google, Netflix. Ni makampuni makubwa ukiangalia, wanatumia language hii ya Python. Kwa hiyo ni language ambayo imepewa kipaumbele sana hata katika sekta ya teknolojia, kuna vitu vingi sana sasa hivi vinafanyika katika lenguji hii ya Python. Lakini vile vile ukiachilia e, inapotumika, nani sasa anapaswa kujifunza Python? Wanaopaswa kujifunza Python, kwanza kabisa ni wanafunzi. Watu wanaotaka kubadili kazi, pia wanashauriwa kuweza kuanza na lenguji hii ya Python kama wanahitaji kujiingiza katika sekta ya teknolojia pia wanashauriwa kuanza na language hii ya Python. Lakini pia wanaotaka kuingia kwenye data science au web development, pia python inawahusu. Hata kama wewe ni mwalimu, daktari au mfanyabiashara unaweza ukaanza kujifunza python leo. Ni language ambayo sio ngumu kwa yoyote yule ambaye anahitaji kuingia katika uwanja uh, huu wa uh, programming ama wa teknolojia. Basi language hii ni language nzuri sana ya kuanza nayo na kuanza kujifunza na kupata zile concept za programming. So kama we unapenda kujifunza teknolojia basi language hii ya Python pia unatakiwa uweze kuifahamu vizuri sana. Unahitaji kujikita katika ishu nzima za development ya mifumo mbalimbali mbali. Basi Python inaweza ikawa na msaada mkubwa sana na ikatumika uh, kwa nafasi kubwa sana katika project zako. Masuala ya artificial intelligence, data science vyote hivyo, Python inahusika. Sasa kwa nini uanze na Python? Kwanza kabisa, kama nilivyotangulia kusema kuwa language hii ni rahisi sana kuweza kujifunza, ni rahisi sana kuweza kuitumia, kuweza kuandika laini moja ya kodi kwenda nyingine. Python pia ni njia nzuri ya kuweza kuanza, kama wewe ni mgeni katika ulimwengu huu wa teknolojia, lakini vile vile katika uwanja huu wa programming, basi ni nzuri sana, unaweza ukaanza nayo lakini vilevile ina jamii kubwa ambayo inasaidiana, kwa sababu kuna language nyingine ambazo unaweza ukakutana nazo bado hazina jamii kubwa, unapoganda sehemu unashindwa kupata msaada kwa haraka. Lakini kwa upande wa Python tayari kuna community kubwa sana, na popote pale ambapo utasita utaganda, basi unaweza ukapata msaada kwa haraka. Kuna tutorials kibao, tutorials nyingi sana YouTube kozi nyingi sana katika saiti mbali mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia basi kujifunza lugha hii ya Python, lakini pia kuona vitu mbalimbali ambavyo unaweza kuvifanya. Na kazi nyingine ambayo Python inafanya a, ni kwa upande wa artificial intelligence. Kama tunafahamu tayari sasa hivi tupo katika hizi zama za AI, kwa hiyo Python inatumika huko pia na, kama wewe unahitaji kujikita huko, basi language hii sio language ya kuweza kuizembea. Ni language ya kujifunza na kuweza kuijua na kuona namna gani ambavyo unaweza kuitumia na kuweza kutoa products mbalimbali mbali. So hata sokoni pia zinahitajika project mbalimbali mbali ambazo zipo katika Python, lakini vile vile kuna project ambazo zinatolewa watu wanahitajika waweze kufanya hizo project, lakini kutumia language ya Python. Hivi sasa ndio vitu ambavyo vinatokea huko sokoni. Lakini vile vile ukianza nayo unaweza ukajifunza mengi sana. Hata hizo programming language nyingine unaweza ukajifunza pia. Kama utaanza na hii Python na kuweza kupata zile concept za kuhusiana na programming kwa vile ni language rahisi sana basi utaweza kujifunza mengi. So hujachelewa, fanya uamuzi hivi leo, uamuzi mzuri wa kuanza kujifunza language hii ya Python, na itaweza kukusaidia mbeleni. Sina la ziada leo, natumai utaweza kuwa umeelewa japo kidogo, umepata mwanga kuhusiana na Python programming language. Kama una maswali, basi unaweza kuniuliza katika sehemu ya comment hapo. Lakini pia usisahau ku like video hii, kushare na wengine nao wapate kufahamu kuhusiana na language hii ya Python. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine tutakapokuja kuelezana kuhusiana na language nyingine. So, asante sana.